Kupitia moja ya podcast mtayarishaji wa muziki Kimambo Beats amefunguka kitu anachofurahia wakati wa kurekodi na Harmonize. Kimambo ambaye amefanya wimbo wa Harmonize furaha anasema kuwa Harmonize ni mmoja ya wasanii wa, wa kipekee kwani hatumii peni wala karatasi wakati wa kuandika nyimbo zake, ni mtu ambaye anafikiria mistari na kuingiza sauti hapo hapo. uko vipi kufanya kazi na mtu kama Harmonize hasa kwenye recording sessions. Ugumu, ugumu, ugumu. Na urahisi pia. Kwa kweli ugumu, si uoni amna ugumu. Nini ambacho na enjoy kuna kwenye session na Harmonize? Ah, uandishi tu. Ah, uandishi wake sio kushika daftari hivi, ashiki daftari. Ah, daftari peni? Eh? Ah, no no no, serious. Eh, tunaika kipande kimoja, tunaimba papa, anafikiria bwana, hivi tukifanya hivi, tunaona tunashirikishana. Eh, Harmonize ashiki peni, eh ashiki peni, alafu yani mna rekodi. So ile mtu unajua, kuna, kuna mtu mwingine anatengeneza nyimbo lakini hataki kuonekana kama amekushirikisha producer. Hey, hivi tukifanya hivi vipi? hmm. Bwana, hiyo haijakaa hapoa. Anatafuta kingine, hii vipi? Ah, hii noma mzea poa. Ah, tuweke. Unajua, kwa hiyo mnafanya sesheni mnashirikiana, ndo urahisi nakuelezea. Mnashirikiana, mm. Mnafanya kitu kizuri. Kwa hiyo, yani una fil hata nyimbo ina